DART ambao walikuwa wanasimamia haya, Mheshimiwa rais amefanya mabadiliko ya watendaji wakuu ili waweze kusimamia mradi huu. Amefanya mabadiliko DART, amefanya mabadiliko UDART. Kwa hiyo tunaamini viongozi wanaokuja watasimamia vilivyo, ikiwemo na njia ya utozaji nauli. Sasa itakuwa ni kwa kielektroniki badala ya fedha cash. Hii inapunguza mianya miaya ya walio na nia mbaya au watendaji wetu wasiokuwa waaminifu kupokea fedha kwa njia ya mkono. Tulishakuja mwaka 2022 tukaagiza kaa kutakuwa na kutekeleza kwa haraka kwa baada haya, aminia, neingia, mmoja, ya mabadiliko haya tunaamini anaingia atasimamia hilo moja, hizi sekta binafsi zisipate hasara, lakini mbili, sio lazima abiria wao wanatembea na keshi fedha keshi, wanatumia kadi zao na tumeshaagiza kadi zipatikane kwa wingi, kadi zizuuzwe kwa watu wananchi, tena kwa bei ya kawaida ili aweze kuweka fedha kufanyia shughuli zake. Lakini tulishaagiza kadi hizi zisiwe za mabasi peke yake, zitumike kwenye mabasi, zitumike uwanja wa mpira, zitumike Azam ambao pia wameshaanza kutambulisha usafiri wa ulipiaji huo, zitumike SGR zitumike pale kituo cha mabasi cha Magufuli, zitumike pia hata kwenye maduka makubwa, kwa mtu awe na kadi moja, lakini anaweza kujaza fedha, anafanya manunuzi kokote. Kwa Mheshimiwa Waziri wa Sayansi na Teknolojia, ili ikamilike kwa haraka, na hizi kadi ambazo zinatoka zote ziwe zimeingia kwenye mfumo, zizungumze pia na taasisi nyingine. Nataka tupate kadi moja.